Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, amen. Nimeitisha matayarisho maalum ya kuadhimisha kijimbo sikukuu ya watoto ama watakatifu wasio na hatia kama moja ya sikukuu zetu kubwa katika jimbo letu la Anglo Catholic nchini Tanzania. Sikukuu hii si mpya katika kanisa, nayo na huadhimishwa kila mwaka Disemba 28. Kwa mavazi ya zambalau badala ya ile nyekundu inayotumiwa kwenye sikukuu nyingine zote za mashahidi wafia imani ya kanisa. Katika ibada hii hatuimbi kuria, yaani ule wimbo wa furaha na shamra shamra, lakini tunachukua huzuni kubwa ya wanawake walioomboleza na kulia kwa uchungu wakishuhudia vifo vya wasio na hatia. Rangi yetu ya vazi la zambalau inazungumzia juu ya ishara zetu za kuomboleza vifo vya wasio na hatia vinavyoendelea kutokea kwenye malindo ya madaraka, biashara, dini na hasa ndani ya madaraka ya kanisa, ambalo tumeitwa kushiriki wajibu na wito wetu wa pamoja katika agano letu la ubatizo, hususani kabisa kwa sababu ya nafasi yake muhimu katika historia ya wokovu wetu wa na wito wetu wa Exodus, yaani kutoka katika udharimu na injili potofu na isiyo na uhai wa mafarao wetu. Katika maisha ya kianglikana nchini Tanzania, ninaadhimisha sikukuu hii ya watoto wasio na hatia iwe sikukuu ya kijimbo inayohamishika. Ninamaanisha kuwa inaweza ku, uh, ku kuadhimishwa Jumapili ya tarehe 29 ikiwa tu Desemba 28 ni siku ya Jumamosi, ili kuipa uzito wake katika taifa la Tanzania na katika jimbo letu la Tanzania, na ili kuyaumbua matendo maovu ya viongozi hasa wa kidini na kanisa yanayoleta mateso, uchungu na vifo vya watu wasio na hatia. Sikukuu hii itaadhimishwa katika misa ya kiaskofu katika kanisa kuu la Mtakatifu Andrea la Mlima wa Hotuba mlimani, Dodoma, Tanzania. Hivyo basi, wachungaji na mashemasi wote Tanzania na maaskofu wetu wote wa jimbo letu watakutanika katika diocese kuu ya Mlali katika misa kuu ya ibada hii ya watoto wasio na hatia kijimbo. Tutakuwa na kusali novena ya watakatifu wasio na hatia kwa siku tatu, yaani kuanzia Ijumaa ya tarehe 27 na kumalizia tarehe 29 Desemba, na katika masaa ya saa tatu asubuhi, saa 9 mchana na saa 12 jioni, lakini hizi ni kwa siku ya Ijumaa ya Jumamosi, na kisha tutamalizia novena hiyo katika misa kuu siku ya Jumapili tukiwa na vazi la zambarau. Liturugia ya misa kuu ya sikukuu hii itaongozwa na maandamano ya kuingia patakatifu kwa kuimba litania ya watoto ya, litania ya utoto mtakatifu wa Yesu, na badala ya kuwa na sala za kawaida na maombezi, tutasali novena ya watakatifu wasio na hatia. Ndiyo, kwa asili yake, sikukuu ya watakatifu wasio na hatia huheshimu kukumbuka ama kumbukumbu kumbu ya watoto wachanga waliochinjwa na mfalme Herode baada ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Ingawa familia takatifu iliepuka hasira za Herode kwa kukimbilia Misri, watoto wa kiume wasio na hatia wa Bethlehemu walikuwa wahanga wa woga wa ajabu wa mfalme Herode kupoteza madaraka yake. Wito wangu wa kuadhimisha sikukuu hii kwa kuipa misa kuu ya kiwasukofu ya kijimbo Tanzania ni katika haja kuu ya kuipa heshima na umakini kwa hali ya juu utume wetu wa Exodus, yaani kutoka chini ya mafarao wa uanglikana Tanzania, na kujenga uanglikana wenye misingi ya ibada, haki, amani na maendeleo, na kuwaita waanglikana wote na Watanzania wote kwenye ukweli kwamba uhai, uhuru na kutafuta haki havipaswi kukataliwa na wale wanaochukuliwa kuwa dhaifu na masikini na kutengwa na kutupwa na wale wenye nguvu na mamlaka, ndani ya mifumo wa utamaduni wa jamii ya kutojali uhai, uhuru na haki, vitendo ambavyo vimeshamili hasa katika mamlaka ya dini na kanisa na wasii sote. Hivyo basi sasa sisi ambao tumeitwa na Kristo katika agano letu la ubatizo, na sisi tunaolitaja jina la Bwana katika majukumu yetu, kuwa wajumbe wenye nia na waandamanaji wenye matumaini ambao watoto na mama zao wanatuhitaji. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, tunapojiandaa na misa hii kuu ya sikukuu ya watoto wasio na hatia, tukumbuke kuwa sisi ni kanisa katika dunia inayozidi kutawaliwa na mitazamo dhalimu, mitazamo ya utoaji mimba, uharibifu wa watoto ili wakatae jinsia zao, ukosefu wa huduma bora za mama mjamzito na watoto, upotoshaji wa watoto kuingia katika tabia ovu hasa zile za utoaji mimba na ushoga, na ukiukaji wa haki za watoto. Waanglikana wenzangu wa Tanzania, mimi baba yenu askofu mkuu Elibariki Kutta naagiza sikukuu hii ya watoto wasio na hatia kuwa ni misa kuu ya kijimbo, ili kutukumbusha uovu wetu dhidi ya watoto walioko tumboni katika matumbo ya mama yao na wale ambao tayari wamekwisha zaliwa. Katika sikukuu hii nawaita sote, hasa sisi viongozi wa dini na kanisa, tutubu. Wito huu wa toba Ndiyo nguzo zetu za Episcopal Anglican Province of Tanzania, yaani ibada, haki, amani na maendeleo. Pia katika ibada hii ni nia yetu dhahiri kabisa, bila kujali ama bila kuogopa mamlaka yoyote na bila kugwaya vitisho vya wadhalimu wowote, tujikumbushe kwa uchungu mateso tuliyofanyiwa na mafarao na marafiki wa mafarao hao dhidi ya uanglikana wetu Tanzania ili pia tukatae tabia zao, na badala yake kujenga jimbo bora la kianglikana nchini Tanzania, nje kabisa na sera za mafarao hao katika fungamano lao la udhalilishaji wa watoto, ushoga na utoaji mimba, Dodoma na Kentibari. Hivyo basi, tumwombe Mungu atujengee mioyo safi na akili safi, tukiomba Sala hii Mwenyezi Mungu, ambaye kwako mioyo yote iwazi, tamaa zote zinajulikana, na ambaye hakuna siri iliyofichika kwake, safisha mawazo ya mioyo yetu kwa uvuvio wa Roho wako Mtakatifu, ili tupate kukupenda wewe kikamilifu na kulitukuza ipasavyo jina lako takatifu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, amen. Episcopal Anglican Media Maisha yanayohubiri hubire